Hata pesa tajirika sasa kwa kujiunga na Safari Boss. Safari Boss kwa boss wa kampuni yako. Elewa kwamba biashara zote unazozifanya lazima uwe na mtaji, yaani uwe na mtaji wa pesa uh, labda ofisi kama ni duka uwe na frame ya kulipia. Lakini biashara utalii ni tofauti kabisa, hata bila mtaji unaweza ukaanza biashara utalii kwa kujiunga na Safari Boss, tutakuelekeza na kukufanya wewe kumiliki kampuni yako utalii. Jiunge sasa na Safari Boss, linki iko hapo chini, lakini pia namba za simu unaziona hapa. Utakuwa boss, utamiliki kampuni yako ya utalii, lakini pia umaskini baebai. Sasa huu ndo wakati ambapo wewe unakwenda kuwa boss, wewe unakwenda kumiliki kampuni yako, kama nilivyokuambia kwamba hizi rasilimali ambazo Mungu ameibariki nchi yetu, wanyama wa porini mazingira ambayo ni ya wenye uoto wa asili, wageni wanatoka duniani kote kuja kutazama maajabu haya. Hivi ni vivutio ambavyo Mungu ametupa, ameviweka Tanzania kwenye nchi yetu, mahususi kabisa kwa ajili yako wewe, ili uweze kufanikiwa. Hii hapa nieleze tu very clear. Safari Boss wanakupa ofa watu 15 wa kwanza kujiunga na Safari Boss. Je, unapenda kuijua ofa hiyo ni ipi? Jiunge sasa na Safari Boss.